Kati katika maeneo mengine karanga zikitumika sana kama kiburudisho ama mchezo wa meno, mkoani Simiyu ni kiungo muhimu, na iko siri ya umaarufu wa kiungo hiki cha asili. Ukiangalia toka mabibi zetu walikuwa wanatumia karanga, kipindi kile hapakuwa na mafuta, lakini leo imekuwa ni kiungo katika kila mboga kwa sababu ya mvuto wa karanga inavyokuwa mboga, yaani mboga inakuwa na mvuto unapokuwa umetia karanga karanga inakuwa kama vile umetia nazi kwa watu wengine wa kanda zingine waliozoea kutumia nazi, lakini sisi huku katika kanda ya ziwa tunatumia karanga mfano kama mbadala wa nazi. Kwa hiyo karanga inaungika kwa kila aina ya mboga. Kweli karanga ni nzuri kwa kutumia afya, kwa sababu ukiangalia mafuta mengine haya Sio mazuri mengine, hayana rehemu kwa hiyo unajikuta yale ma, mafuta sio mazuri kwa kutumia. Karanga inatupunguzia maradhi mengine. Karanga nzuri ni ile iliyokaangwa halafu baadaye ikasagwa, kwa sababu ile ndio inakutolea hata mafuta, lakini ile mbichi ambayo haijapita kwenye moto ndipo ikasagwa sio nzuri, kwa sababu kwanza hata ukitia kwenye mboga huwa inaleta harufu fulani. Wapo walioiona fursa katika karanga na kuamua kujikita kwenye kuandaa karanga kwa kuzikaanga, kuzisaga kisha kufunga kwenye ujazo tofauti kulingana na bei ambapo huuzwa kuanzia shilingi mia tatu hadi mia tano. Hawezi ukapika mboga bila kuweka karanga, kwa wengine wanapenda sana kuweka karanga. Ndio maana mimi niliona nikianza biashara ya kuuza karanga nitanufaika zaidi na watu nitawasaidia. Na kwanza kabisa nazikaanga, nazitoa yale maganda ya juu ndo nazipeleka kwenye mashine na zisaga. Wapo wanaoingiza kipato kwa kutoa huduma ya kusaga karanga kwa kutumia mashine maalum. Kwa mfano kama siku ya Jumaa nakuta kama kuna uitikio kidogo, unaweza kusaga kwa kilo, unaweza kusaga kilo arobaini. Wale wanaokuja kufanya maemezi mnadani wanakuja na karanga, sababu ananua mboga mnadani, dagaa fulu na samaki zingine, kwa hiyo wanavyokuja mnadani, anakuja na karanga, anajua kwamba hizi mboga ninayonunua na samaki ninazonunua mnadani mafuta yake ndio haya hapa ya Mama Ntilie. Nao anasema bila kiungo cha karanga kwenye mgahawa wako nimekua, ni ngumu kuwashawishi wateja. Mimi nimekuwa nikakuta karanga inatumika kuunga mboga mbalimbali na hata katika ofisi yangu hii inatumia karanga kama kama kiungo au mafuta. Ukiwekea karanga mchuzi wako unakuwa ni mzito, kwa hiyo hiyo inasababisha wateja wapende mboga iliyotiwa karanga. Ni mboga tamu sana kwa sababu yani mimi binafsi nikiongelea mimi, ukitoa chumvi karanga inafata, kwa hiyo ni kiungo ambacho kinavutia sana mboga nyingi, yaani ndio maana unaniona hata mimi mwili wangu unazidi, ina virutubisho. Nikiongea hivyo nadhani naeleweka na virutubisho na, na hata wanaume wenzangu ni washauri sana wapende kutumia vyakula au mboga zenye karanga. Huu ndio umuhimu wa zao la karanga mkoani Simiu. Bila shaka umepata kiungo kipya jikoni kwako na unaweza kutumia kama mbadala wa nazi unaweza kufanya utafiti zaidi kuhusu matumizi ya karanga kwenye chakula. Mfano, kama wali hutiwa nazi, je, unaweza tia karanga kwenye wali? Rehema Evance, Habari Wikende. <mulia>